Nikafika zamu yangu ya kuzungumza, nikiwa katikati ya kujenga hoja yangu ambayo ndio nilikuwa naizungumza, nikakatishwa. Nikawambia makamu, ili unielewe vizuri na upate uhalisia vizuri, nipe muda nizungumze. Akasema kaa chini. Nikasema ufai utende haki, nisikilize, namba unipe muda nikusimlie vizuri ili jambo kwa sababu unatakiwa ulijue kiundani. Akasema kwamba kaa chini. Nikasema sawa, mwenyekiti, lakini tunaonewa, mambo tusikilize. Akasema toka nje. Nikasema sawa basi, wangu natoka kuzungumza leo, nipe nafasi nizungumze. Nikamtumia message Heche moja kwa moja, hakuni jibu, lakini akaagiza amepanda hewani akatoka nakimbia mlangoni kabla misijaingia, yaani ile mara wametoka kunichukua nje nataka kuingia ndo akanikimbiria akanipiga ngumi kichwani. Nilimunduka palepale na maenakudanduka nikakotokia kisigino cha kichwa na mkono ukaenda kujibamiza kwenye jiwe. Wakati malumbano yale yanaendelea, jeshi la polisi lilikuwa kwenye doria, jeshi la polisi lilikuwa kwenye doria ya kawaida. Kumbe polisi walikuwepo, alikuwepo osiseni, alikuwepo mkuu wa kituo na maaskari wengine wawili, walikuwa kwenye doria ya usiku. Kumbe walisikia zile kelele tunazolumbana pale nje.